Wa majina anaitwa Mashaka Kisulila Matanga ni daktari wa binadamu, ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa afya na serikali Tanzania TUGHE mkoa wa Njombe, lakini pia ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania Tukuta mkoa wa Njombe. E, leo tumefanya hili baraza, lakini moja ya vitu ambavyo nimesisitiza kama mwenyekiti wa TUGHE mkoa wa Njombe na Tukuta, ni swala la kuendelea kuheshimiana mahala pa kazi. Unajua, kuheshimiana pia inasaidia kuleta ufanisi wa kazi mahala pa kazi, kwa sababu mdogo anapomheshimu mkubwa na mkubwa akamheshimu mdogo, analeta ile morali ya kazi. Sasa ikitokea mwingine ameshindwa kumheshimu wenzake, ndio anapelekea ile morali ya, ya kazi ya mtu mwingine kushindwa kutimiza au kushindwa kufanya wajibu wake kama ambavyo natakiwa. Kwa mfano unakuwa na na, na bosi wetu, tuchukulia labda ni dereva, lakini bosi wako au um, kiongozi wako mwaji wako mahala pa kazi, anakuwa na ile huruka ya kuku, ya kukuendesha jinsi hivyo, yani kukumistreat, huwezi ukawa na morali ya kazi. Hakuna mtu anaweza kulikamilisha jambo bila kuwa na msaidizi ambaye anahaswa na, na kupeleka maono ya taasisi mahali fulani. Kwa hiyo tunapoheshimiana, tunapelekea taasisi yenyewe inafanikiwa, lakini mtu mwenyewe kwa afya binafsi anafanikiwa kwa sababu ametimiza lile jambo la kumheshimu wenzake, na nitiba pia. Unapomheshimu bosi, unapomheshimu mdogo, umemtibu, umemfanya kuwa na amani, umempa confidence umempa ule uwezo waweza kulifanya jambo hata mbele yako kwa amani na hekima ya kutosha, kwa sababu umempa ile motisha ya heshima. Inapotokea mwajiri au kiongozi hamuendeshi, hamtriti aliye chini yake jinsi inavyotakiwa, tumekuwa na utamaduni wa kwenda kuonana naye, maana mambo yote mazuri yanafaa kwa kukaa mezani na kuongea, kukumbushana, kuyamaliza, sababu naye ni mwanadamu. Wakati mwingine anapitiwa, wakati mwingine mazoea, wakati mwingine ni wingi wa kazi, unapelekea mtu sasa anaingia kwenye tatizo la la kumharasi mtu kwa sababu amechoshwa na kazi, anataka na mwenzake amchoshwe. Kwa hiyo wakati mwingine tumetumia utamaduni na forum ya kuongea na waajili au viongozi, tunawakumbusha kwanza bwana na hivi lakini pia tumeendelea kutoa semina mbalimbali kwa watumishi mahala pa kazi za kuelimisha juu ya mambo ya utaratibu, itifaki, mambo ya ya refreshment mbalimbali gani namna gani anaweza kaenenda kwa sababu wengine mahala pa kazi ukuta mtu mwingine ana changamoto pia hata ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya akili hawezi ukataka tu kutaka abadilike bila kujua shida yake ni nini. Mwingine ana tatizo hata la mambo ya mahusiano ya ndoa na kadhalika, mwingine ana jambo fulani hata la kijamii. Sasa lazima uchimbe kuona, kama ulivyo tu utabibu. Unajua, watu wanajua utabibu tu ni kwa ajili ya daktari atakutibu ugonjwa, lakini hata maisha ya kila siku yanahitaji hekima na ufahamu wa kiutabibu, kwa sababu watu wanapata wana, wana, wana, wana mambo mengi chini ya ufahamu wao kwenye shughuli zao za kila siku. Anajikuta mtu amekuwa mgonjwa wa kazi, au anakuwa mgonjwa wa mahusiano, au anakuwa mgonjwa katika jamii, lakini ch, ch, ch, chimbuko kuwa msingi mkuu ni kukaa kwanza kujua shida yake ni nini, ili uweze kujua na kuweza kutambua tatizo, na ushaijua tatizo ni rahisi kumsaidia huyo mtu na kujikuta amekuwa mtumishi mzuri, mfanyakazi mzuri, na kupelekea ufanisi unaotakiwa mahala pa kazi, yeye mwenyewe kwenye maisha yake binafsi na, na, na jamii yetu kwa ujumla hata taifa kwa ujumla. Wajibu wetu sisi kama baraza ni kulinda maslahi ya mtumishi pale anapokuwa anatendewa sivyo, kwa maana sisi tunakuwa ni sehemu ya kuweza kumsemea kwa maana ya kuweza kuwaambia wakuu wa idara na wakuu wa sehemu mbalimbali zinazounda sekretariati ya mkoa kuweza kutenda mambo ambayo yanaendana na taratibu za kiutumishi wa umma kuwatendea haki hata watumishi walio chini yao.